ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ilionyesha kwamba ni asilimia ishirini na mbili tu ya Watanzania ndio wanaotumia huduma za kibenki. Ripoti hiyo pia ilionyesha kwamba Watanzania wengi walio nje ya mfumo wa kibenki ni wale wanaoishi katika maeneo ya vijijini. Baada ya kutambua hilo, mwaka jana, mwaka elfu mbili na ishirini na nne, benki ya NMB tulikuja na mpango mkakati wa kupeleka huduma za kibenki vijijini. Mpango huu umelenga kuhakikisha kwamba angalau kila kijiji nchini Tanzania kinakuwa na mawakala angalau wawili wa, wa benki ya NMB ili kuwasokezea wananchi wa Tanzania huduma za kibenki karibu yao. Mbali na huduma za fedha, benki ya NMB wanatekeleza programu za uwekezaji katika jamii kwa kushiriki utatuzi wa baadhi ya changamoto zinazowakumba watanzania wenzetu na hasa katika sekta ya afya na elimu, na hilo wamelidhihirisha hapa leo kwa kuchangia vifaa vya hospitali kwa ajili ya vituo vya afya, ambapo tayari tumekwisha kubikabidhi kwa niaba ya wananchi wa hapa Kinyerezi na kule Chanika. Ninachowaomba NMB, muendelee kuongeza ushiriki wenu katika kutatua changamoto mbalimbali mbali kwenye maeneo ya afya na elimu. Ufunguzi wa tawi la NMB hapa Kinyerezi na kule Chanika hakika utaleta manufaa mengi ikiwemo upatikanaji kwa urahisi wa mikopo na mitaji kwa wananchi wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo kwa ajili ya kuanzisha miradi au biashara kwa mtu mmoja mmoja, vikundi na hata viwanda vidogo. Matawi haya pia yatasaidia kuondokana na wakopeshaji binafsi, wale ambao tunawaita kausha damu, ambao licha ya kutoza riba kubwa wanawanyanyasa na kutweza utu kwa vitendo vya ukamataji wa mali za wadaiwa. Kwa namna ya pekee, napenda niwapongeze NMB kwa mchango wenu katika kutunza mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo mnashirikiana kwa karibu na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS pamoja na ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, lakini pia ofisi ya makamu wa rais. Kampeni shirikishi ya upandaji miti mnayoitekeleza inatoa hamasa kwa taasisi nyingine, ikiwemo sekta binafsi, kuunga mkono jitihada za serikali katika kuhifadhi mazingira ya nchi yetu, na rai yangu kwenu ni kuendeleza kampeni hii. Lakini pia ninawapongeza na ninawaomba NMB na wadau wengine kama Taifa Gas, Oryx Gas na wengineo kushirikiana na serikali kuendelea kuhamasisha wananchi kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia ili tuweze kukuza ustawi wa jamii na kuepuka athari za kiafya ambazo zinaambatana na matumizi ya mkaa na kuni. Na ninaamini kupitia hati fungani ya jamii sustainability inayoendelea kufanya vizuri katika soko la hisa la London basi mtatoa kipaumbele katika eneo hili la nishati safi.